Leo tarehe 24 mwezi wa tatu 2025 ni siku ambayo ilisubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka hapa Tanzania, kwa sababu tu kuna mechi ya kirafiki kati ya Singida Black Stars dhidi ya Young Africans, mechi ambayo ni rasmi kwa sababu ya kuzindua uwanja wa wanakilimankundi timu ya mkoani Singida. Na kitu ambacho kimekuwa kikisubiriwa na watu wengi ni ule uwanja ambao Singida wameuzindua, kwa sababu dhumuni la kucheza leo ni kuweza kuzindua uwanja wao mpya ambao wameujenga kule maeneo ya Singida na kitu ambacho watu wengi walikisubiri kama nilivyokuambia hapo awali ni kuona japo hata picha za uwanja huo ili kuona ya kwamba je, yaliyomo yamo. Takriban wiki mbili zimepita tangu kuanza kupigwa promo kwa mechi hiyo, huku wengi wetu tukisubiri, je, huo uwanja ukoje? Na hakukuwa na picha hata moja kuhusu uwanja huo na hakukuwa na taarifa zozote kuhusu Singida kwamba wanajenga uwanja. Sasa taarifa ambayo imetoka hivi karibuni kwenye klabu ya Singida ni kwamba tayari uwanja umeshawekwa hadharani na kama unavyoona hapo kwenye video ambazo nimekwekea pamoja na picha, huo ndio uwanja ambao ndio uwanja wa Singida Black Stars. Wao wameuita jina la Airtel Stadium kwa sababu tu ya udhamini ambao wameuingia nao kwenye masuala zima ya ujenzi wa uwanja huo. Hii ni Sawasawa Digital na kuachia video hii ambayo inaonyesha uwanja wa Singida Black Stars. Nakumbuka saa kumi kutakuwa na mechi ya kirafiki mechi dhidi ya Africans na dhumuni tu la kuenda kuzindua uwanja huu. Kama ambavyo nimekuambia hapo awali, kaa karibu na sisi kuweza kupata taarifa zaidi kuhusu mambo kadhaa. Hii ni sawasawa digital, habari kiganjani mwako.